Na tunapenda kutaarifu umma ya kwamba kampuni ya sukari ya TPC kesho inazindua ujenzi wa mradi mpya, kiwanda cha distillery, kiwanda ambacho kinajengwa hapa hapa TPC ili kuongeza mnyororo wa thamani wa mazao tunaoyalima hapa. Distillery itakuwa ikitengeneza bidhaa nyingine inayoitwa Extra neutral alcohol ambayo ni ethanol, na hii itakwenda sambamba na kuzalisha pia mbolea ya potassium, na vile vile tutazalisha umeme wa nishati mbadala kwa kutumia mabaki ya miwa, na zaidi ya hapo pia tutakuwa tuna mazao mengine E, nishati ya moto poa ambayo inaitwa technical alcohol kwa ajili ya kupikia. Nishati hii inakwenda kuondoa uh, upishi kwa kutumia kuni na kutumia mkaa. Kwa hiyo uh, mradi huu unaanza kujengwa na unatarajiwa kukamilika ifikapo mwezi Disemba mwaka 2026, na e, ishirini na, tunatazamia kwamba uwekezaji huu wa dola milioni 52 sawa na fedha za like Kitanzania shilingi bilioni mia moja na thelathini unakwenda kuongeza thamani kubwa, inakwenda kuongeza ajira, inakwenda kuongeza mapato ya kodi kwa upande wa serikali, na vile vile tunakwenda kulinda mazingira zaidi. Kwa hapa TPC, mwaka alfu mbili serikali iliuza hisa zake asilimia sabini na tano kwa kampuni ya Sukari Investment. Kampuni hii ndio inashikilia asilimia sabini na tano na serikali ikabakiza asilimia zake ishirini na tano, lakini yamekuwa ni mahusiano bora, mahusiano yenye afya, mahusiano yaliyoleta tija kwa pande zote mbili. Na kwa hali hiyo tumeweza kuongeza uzalishaji wa kwetu wa sukari kutoka tani elfu thelathini na sita tulizokuwa tukizalisha mwaka elfu mbili, na sasa hivi tumefika kuzalisha tani laki moja na ishirini. Lakini vilevile vile, mapato kwa upande wa serikali tulikuwa tukichangia bilioni mbili kwa mwaka na sasa hivi tumefika kuchangia bilioni 97 kwa mwaka, jambo ambalo limekwenda kuongeza mapato ya serikali kwa kiasi kikubwa, lakini uzalishaji mkubwa wa sukari na vile vile, tumekuwa tumeboresha shamba la miwa. Shamba la miwa la TPC limetoka kuzalisha tija ya tani 66 kwa hekta, na sasa hivi tunaweza kuzalisha tani 150 kwa hekta. Mpaka kukamilika kwa mradi huu uko uwezekano wakaajiriwa wa wafanyakazi mpaka kufikia elfu moja na mia nane kama itakaa hivyo ambavyo inavyokusudiwa. Kwa hiyo kama ni wafanyakazi elfu moja mia nane utaona kwamba ni wafanyakazi wengi kulingana na tatizo la ajira nchini. Tutakuwa tumepunguza asilimia kadhaa ya vijana wetu na ndugu zetu mbalimbali mbali, kwa kupata hiyo ajira, lakini ile la ajira faida yake kwa hawa wafanyakazi si kipato chao tu watakapopata watakachopata, tufahamu kwamba mtu mmoja anapopata kipato kile, kipato anakitazama yeye kama yeye, lakini nyuma yake kuna watu wengi ambao wanategemea kile kipato chake. Yule mtu ana watoto, ana ndugu jamaa na marafiki, ana wazazi, si ndio? Eh, lakini hata jamii inamtegemea kwa hiyo, kile kipato kitakwenda kusaidia jamii kwa sehemu kubwa, lakini isitoshe tutakuwa tunapopata ile mishahara, wafanyakazi wanapopata ile mishahara, kile kipato wanachokipata katika jamii inayotuzunguka kile kipato kitakuwa kinazunguka katika eneo letu.